Huyu ndo mwekezaji ataki kuongea na serikali. Kwa nini utaki kuongea na serikali yako, chama kilichoniweka hapa, umewekwa na nani? Na ili ni eneo la nani? Eneo la nani? Mimi nataka mtufate naye kamera, mimi nione mwisho. Ili ni eneo la nani? Njoni mchukue vizuri. Hii ni halmashauri. Tuachana na chama, tumekukuta sisi ndio serikali ya hii halmashauri. Kwa nini usiongee na sisi ni mbwa au nini? Yani, kwa kwa kwa kwa chama. We tutaenda. Sisi tunazungumza na wewe, sisi tunazungumza nauliza wewe, si ndo uko hapa umeingia kwenye eneo letu ma... nimefunga na wewe mkataba, imi, mimi, mwekezaji, wewe mkataba. Ni nini? Unao mkataba? Ni kuonyesha mkataba wa nini? Sasa. Kwa hiyo utaki kuongea la unge... naona Wala... Sawa. Sawa. Pigia simu iesiwn tuwe naye kwenye kikao hapa, pasimame mpaka kitoke kibali. Mimi ni mwana CCM. Mimi nimeingia serikalini huko kutoka CCM. Nataka nione hiyo jauri yake. Yaani sisi tunaonekana kama mambwa, siongei Mwe, ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hatakikwani eh, unashidagan